Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa nafasi. Tumeshuhudia hapa karibuni, ndani ya nchi yetu kuna pombe nyingi sana zinaingizwa ambazo ni kali na zimeendelea kuharibu vijana na nguvu kazi ya taifa, na vijana wengi wanaendelea kuharibikiwa kwa kunywa hizo pombe kali. Je, ikiwa hizo pombe kali zinaweza zikaingizwa zikiwa zimetengenezwa kutoka nchi zingine zikaingia nchini kwetu na vijana wetu wakaendelea kuharibikiwa? Serikali tumeshindwaje kuwafundisha wananchi wetu wa chini ambako gongo iko inatengenezwa na inapendwa na mpaka hivi tunavyoongea inaendelea kutumika. Tumeshindwaje kuboresha gongo yetu ambayo inatengenezwa na mazao ambayo yako ndani ya nchi yetu dhidi ya kuingiza pombe kali ambazo zinaharibu vijana? Swali langu la pili, kwa kuwa ambacho kinazidi kwenye gongo ni zile kemikali kati ya ethanol na methanol ni kweli kwa kutumia wataalamu wetu, kuwafata maprofesa pale chuo kikuu Dar es Salaam, ambao wameshafanya utafiti, tumeshindwa kuendelea na zoezi hili ili kwenda kuwafundisha wananchi walioko kule chini, ambao wanatengeneza kinywaji hiki, ili waweze kupata pombe bora gongo, mfano wa konyagi ambayo inazalishwa hapa nchini in kwetu, ili kuto kuendelea kuifanya gongo ni kinywaji haramu Kuendelea kukimbizana na na wananchi ili hali wananchi kinywaji hiki wanakipenda na hivi tunavyoongea wanaendelea kunywa. Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, e, nampongeza sana Mheshimiwa mbunge kwa kuendelea kutetea jinsi ambavyo pombe za kienyeji zinaweza zikachakatwa kwa viwango vinavyofaa kwa matumizi ya binadamu, pamoja na kwamba sio binadamu wote hutumia pombe, lakini kwa wale wanaotumia ni dhamira njema ya serikali kwamba watumie pombe ambayo inafikia viwango visivyoweza visi, visi kudhuru afya zao. Pamoja na kusema hayo, kwa swala lake la vijana wetu kuharibiwa na pombe zinazotoka nje, na pamoja na kwamba ni pombe zinazokizi vigezo, hili swala la ulevi wa vijana linasababishwa na mambo mbalimbali ambayo ni wajibu wa jamii na malezi kufanyika kuhakikisha kwamba vijana wetu wanatambua madhara ya pombe, kwa sababu hata gongo leo ikihalalishwa haina maana kwamba vijana watakunywa na watabakia wakiwa wastaarabu, wasipoweza kunywa kwa kiasi. Kwa swali lake la pili la wajibu wa taasisi zetu za kitafiti kuweza kuchakata na kutengeneza fomula ya kutengeneza pombe salama kutokana na pombe za kienyeji zoezi so, hili linaendelea, nimejibu katika swali majibu ya swali la msingi kwamba kuna taasisi hizi za serikali TBS, Sido, Kamatek wameendelea kufanya utafiti na kutengeneza mitambo ambayo inatengeneza pombe kali za kienyeji ambazo zinapokizi vigezo vinaruhusiwa masokoni. Na wajibu wa kila mnywaji ni kunywa kwa kiasi, asiyeharibu afya yake, maana hakuna pombe ambayo itakuacha salama, hata kama inafikia viwango kama utakunywa bila ustaarabu. Mheshimiwa Cecil David Mwambe, sala nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni ukweli kwamba